Kama tunavyojua, mtumishi wa Mungu mtume na nabii Jaimes Onaire nabi, wa huduma ya Gurudumu la Kinabii amekuwa akiongoza mchakamchaka wa maombi ya usiku kupitia chaneli yetu ya YouTube inayofahamika kwa jina la Maombi Madhabahuni. Maombi hayo ambayo yamekuwa yakifanyika kila siku ya Ijumaa kuanzia saa tatu kamili usiku hadi saa sita kamili usiku, ambapo kupitia maombi hayo watu wamekuwa wakishuhudia matendo makuu ya Mungu ambayo yamekuwa yakitendeka kupitia maombi hayo. Hebu tuutazame ushuhuda huu. Bwana Yesu asifiwe. kwa jina naitwa Cletus Costa mm. mimi nilibarikiwa kwenye mkesha ule wa mchakamchaka mchaka wa last wiki mm. iliyopita make mm. nilikuwa na tabia ya nikipata usingizi kitandani mm. siwezi kulala kwa sababu ya makohozi mm. mazito ambayo yanatoka kwenye kama anatoka kichwani yanaangukia kwenye mdomo Ehe. mpaka najiuliza ya makohozi ya namna gani ya mazito kama hivi? Ehe. Kwa hiyo nikajaribu kuandika kwenye yale maombi ya yeah. ya wiki hii yeah. nikaandika ushuhuda ambao ulinitokea ulinitokea yeah. last week kwamba makozi yalinitokea hivyo, na kwa sasa hivi makozi yamekwisha kabisa. Baada ya ule makozi yamekwisha kabisa ule mkesha wa tarehe 14 ule hey. makozi yameisha kabisa na nikatoa ushuhuda kwa siku ya wiki hii yeah. ya wiki hii nikatoa ushuhuda huo na kipindi nabii alivyokuwa anahubiri mwisho wa mm. mwisho uh, wa wiki hii mm mwisho mwisho pale mm. Alikuwa ametangaza kwamba kama kuna mtu ana kopo la maji mm -hmm. Ili aweze kulibariki ili kawa ya damu ya Yesu Kristo mm -hmm. Na kweli mimi pindi nilivyokuwa nafatilia mm. Nilikuwa na kopo la maji nimekaa nalo mm -hmm. Na kweli nika nikachukua lile kopo nikalibariki, kama alivyosema, na mwisho anavyomaliza akasema, Bwana, naona kuna mtu ana kama kuna kitu kimemkaba kooni mm -hmm. Na kweli mimi nina tabia ya kitu kama Yani nikikaa hivi hmm, nikitaka kuongea sometimes, siwezi kutoa sauti vizuri mm -hmm. Kuna kitu kama kina nikaba. mm -hmm. Kwa hiyo sometimes nikitaka kuongea lazima <coughs> mm -hmm. naweza kuongea vizuri lakini, okay, kwa sasa hivi hey, jinsi ninavyo ninavyoongea naona tofauti kabisa na nilivyokuwa nyuma yani, yani, baada ya ule mkesha wa tarehe 21 tarehe 21 ule mwezi huu wa tatu mwezi huu wa tano, baada ya ile neno la unabii umefunguliwa wa nimefunguliwa kabisa, na mshukuru Mungu kwa hilo. Yaani, siamini kama ni mimi. Au, Kwa sababu hili lilikuwa linanisumbua zaidi ya miaka kama mitatu iliyopita. Hiyo ya makozi. Ya makozi na na, ndugu zangu sometimes walikuwa wanashangaa kwa nini ninavokaa sometimes wana mtu akutikisa tikisa kichwa hivi. Yaani natafuta ile kozi ili niweze kulitoa. Sijui unaona? Sasa likija, ndio nalishusha, kulishusha naamka ili niweze kwenda kulitapika. Kwa sasa hivi najisikia amani sana. Eh, unasikia hiyo experience mtu analitafuta nini? Hilo kozi la ajabu, unajua kozi linaanzia puani. Kozi gani linaanzia kwenye mishipa eh? Linashuka, lina kama donge fulani hivi, na baadaye unaliona kabisa kozi. Sasa eh, nikasema ili nikilimeza, ili nakueje? <laughs> Kwa hiyo nanipasa niamke ili niweze hey. kulitema kila usiku na siyo, hmm. na sio na sio mara moja tu hiyo hali hmm. inatokea. hmm. hmm. Yani napata shida sana kwa hiyo nikasema da, hii tatizo ni nini? Ni lakini kwenye usiku ule wa kubadilishiwa nini, eh majira. Pigie Bwana Yesu makofi, thank you